Na vita ya kupambana na ujangili katika hifadhi ya taifa ya Ruaha na mkoa wa kusini, na mikoa ya kusini kwa jumla inaendelea kushika kasi ya aina yake baada ya mbwa maalum wenye uwezo wa kunusa na kufuatilia nyendo za majangili kuletwa hifadhini hapo. Kwa kuanzia, mbwa wawili wameletwa na hifadhi hiyo kwa kushirikiana na shirika la wanyamapori la WCS linalotekeleza mradi wa hifadhi za wanyamapori katika hifadhi za Ruaha na Katavi. Mwanahabari wetu Mawazo Malembeka ameandaa taarifa ifuatayo. Katika moja ya sehemu ya mabanda ya kulala wageni katika hifadhi ya taifa ya Ruaha, mbwa hawa wanafanya mazoezi ya mwisho mwisho kabla ya kuanza kazi. Katika eneo hili, mkufunzi wa mbwa hawa alificha meno ya tembo na risasi sehemu tofauti, ambapo kikosi cha mbwa hawakuwa wanafahamu, lakini kwa kutumia mbwa hawa waligundua sehemu zote. Mara nyingi mbwa wakishagundua nyara au bunduki ama risasi zilipofichwa, hukaa hapo, huku akionyesha ishara fulani kwa askari, na pia vilevile wanatusaidia kusachi kwa wepesi tofauti na sisi ni ngumu mpaka kugundua kitu kiko wapi, wao na uwezo mkubwa wa kunusa na kugundua, tunaweza where... kufika kijiji alicho jangili, tukafika sehemu aliyoficha nyara za serikali, hata kama atakuwa ameondoka, mbwa hao wanaweza kumfuatilia mpaka sehemu alipo. Uh, kwa mujibu wa mkufunzi huyu wa mbwa kutoka nchini Uingereza. Kutokana na ufanisi wa mbwa hawa, ni vyema kila hifadhi kuwa na mbwa hao au ikiwezekana wawe wanasafirishwa kutoka hifadhi moja hadi nyingine, ambapo mhifadhi mkuu wa hifadhi ya Ruaha anakiri kuwa mbwa hao watakuwa msaada mkubwa katika mapambano ya ujangili. yeah, Mfano, ikiwa askari wa wanyamapori atakwenda sehemu kwa ajili ya upekuzi anaweza yeah, kupekua kwa asilimia thelathini hadi arobaini tu ya eneo, lakini mbwa hawanao uwezo wa kumpekua hadi asilimia tisini hadi tisini na tano, na kwa haraka. Pua zao ni bora mara milioni zaidi ya pua za watu. Uh, kwa kweli mbwa wana uwezo mkubwa sana wa kunusa kuliko tulionao sisi binadamu, na mojawapo ya changamoto ambayo tumekuwa nayo wakati mwingine ni kushindwa kutambua vitu kama milipuko au risasi au silaha zenyewe bunduki au hata meno ya tembo au nyara nyingine zimefichwa wapi. Mbwa hawa wanaouzwa kwa pauni za Uingereza elfu tano sawa na fedha za Kitanzania shilingi milioni 15, kwa mbwa moja wamenunuliwa na shirika la wanyamapori la WCS, wakati gharama ya kualisha ambazo ni shilingi elfu kumi kwa mbwa mmoja kwa siku zinalipwa na shirika la TANAPA kupitia hifadhi ya Rwaha. Mawazo Malembeka, Star TV.